tumechagua bandari ya Tanga kutokana na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika, pia kusevu muda katika kusubiri meli nje kwa outer anchorage. Meli zetu zimekuwa zikipata berth on arrival kila zinapofika katika bandari ya Tanga.